Achana na hao watu, siwasiliana nao. Fanya kama nilivyokuelekeza. La haula wala kuwata Mudi nini? Eh? Astaghfirullahi. Astaghfirullahi we mtoto Mudi. Unaenda kuchanganya pombe na konde mwanangu, kwa hiyo mimi nafanya kazi ya bure, si ndio? Una akili kweli wewe? Ndio maana <laughs> unauliza muda kabisa mama kombe na kunywa saa ngapi? Kumbe kuna ujinga wako ndio uchanganya umo, si ndio? Mama mama mi, mi niliona i hapa kombe lina harufu, sasa nikasema nichanganye kidogo ili niweze kuitoa e? <laughs> Kwa hiyo kombe nalo lina perfume yake si ndio? Iyo ni perfume, nakuuliza Mama hii lakini hata ileweshi yaani, nikichanganya humu pombe inajitenga kivyake na kombe linajitenga kivyake. Sitaki kusikia pumbavu wako. Mimi pumbavu wewe? Hebu lete haramu yako, lete kwanza mema na mabaya ndo dunia wajuaje? na wapumbavu wa moyo dunia. Eh, hey mama, na nisamee usinipige, usinipige <laughs> mamaangu. Nikusamee kwa lipi? S eh? Sitarudia tena uchanga ya pombe. <laughs> <laughs> Wanasemaga mtoto akili wa anafata kwa mama, na wewe umefata za kwangu, ila sizitumiagi tu. Sasa chagua baba, ni kupige fimbo za aina gani? Za kishule shule, za kijambazi jambazi, jambazi, za kiudokozi udokozi, au zipi unazozitaka? Oh, mama mi nisamee mwanao, na naum ukinipiga ah naeza nkafa. Hujachagua eh? Sasa nakupiga ninavyotaka nini

Uso muda kuchelewa. Hivyo hivyo vyombo ingiza ndani. Tuondoke huko. Nimepata adili shoga yangu inuka. Unaona kama unanichelewesha. Kuna nini? Ndio unakosaga bahati hivyo hivyo kwa sababu ya ubishi wako. Inuka. Sasa siuseme kuna nini mu, maana unaniinua tu hivyo miata sijui kuna nini siuniambi? Kuna nini nini shoga yangu? Yaani kama unganishwa na super glue hapo. Ebu inuka kajiandae tuondoke. Sasa hivi yani, hivyo vyombo ingiza ndani tuondoke. Yaani unaona kama unanichelewesha. Shapata madili kuwa kinaijela washaanza kuchangamka. Naomba uinue vyombo uingize ndani tuondoke. Alaka mama, alaka ah. Samani, habari za saizi? Salama ah. Naweza nikapata walau dakika moja tu ya kuzungumza na wewe mimi? Hmm, dakika moja tu tuzungumzie pembeni kidogo. Hapana kakaangu, mimi sikufahamu Siwezi kuongea na mtu ambaye simfahamu. Oh, ni kweli utakuwa unifahamu, lakini mimi nakufahamu muda mrefu sana. Sio leo tu nimeanza kukufahamu. Hata wakati natoka dukani pale nimekufuatilia mpaka hapa nimefika. Ombi langu ni moja tu. Nisaidie tu alau dakika moja tukae pembeni kidogo tuzungumze. Na jambo muhimu sana nataka nizungumze na wewe. Usijali kakaangu. Ukinitoa pembeni nikirudi hapa tu nitamwambia, ndugu yangu naweza tu kuongelea hapa hapa. Hamna shida. Unaniruhusu niongee mbele ya ndugu yako hapa? Nde, ya <sighs> nashukuru. Nashukuru kunipa nafasi ya kuzungumza ah, japo mazingira sio rafiki, lakini wacha nizungumze yaliyoko maoni mwangu. Na mara nyingi waspendi ukaa na kitu moyoni, na hiki nikikaa nacho kitaniumiza sana kiukweli. Binti, nimetokea kukupenda sana moyo wangu umevutiwa na wewe ah, nahitaji uwe mpenzi wangu na kama utawiwa niko tayari kukuoa uniruhusu niwe mmeo wa ndoa naomba nafasi hii hapana kaka angu halafu mi kusoma swala na mume sijazoea kwa hiyo siko tayari kwa hiyo yeye unavoongea na <laughs> e unavoonekana una wewe ni mke kabisa eh? Mashallah, yani Mungu amekumba vizuri sana. Na usichokijua kilichonivutia kwako zaidi ni stala ulionayo, yani mtoto umejistiri kuanzia chini mpaka juu, mtoto mweupe misiri ya Kiarabu, yani mtoto mzuri na macho mazuri kabisa, na hivyo unavokata kata kata, inaonekana kabisa sio rahisi kabisa kukamatika na mwanaume yoyote yule holela holela, ila mimi ndo unanichanganya zaidi. Na nikwambie kitu kimoja kiukweli, ukinikubalia mimi nikawa mmeo wa ndoa, nitakutunza. Unajua sisi watu wenye lika kama laki mtu mzima fulani hivi huwa tunatunza. Na macho yako ayo mama, basi unanivuruga kabisa. Nipe nafasi basi ili uwe mke wangu wa ndoa, na niko tayari kabisa nisikuguse, nisikuchezee, nisifanye chochote, nikaribu stara yako mpaka pale nitakapokuoa. Unajua mimi ni mstaarabu sana, alafu ni mwelewa kwa mwanamke ambaye ni mwelewa zaidi. Kwa hiyo mama, naomba unipokee. Niko tayari kukuoa kabisa, uwe mke wangu wa ndoa unajua, nimezunguka eh, sehemu nyingi, sijapata mke mzuri kama wewe, tafadhali nipokee. Hapana kaka yangu, kuhusu masuala ya naume, yani sitaki kabisa. Na ningeja tu kama ungeniambia hivi, nisingeka kukusikiliza. Yaani mimi sitaki hata kusikia masuala ya naume na sijawahi. Sitaki kabisa. Na sijui kuhusu naume. Kwa hiyo mimi naomba uniache tu, wewe nenda zako. Ah, kuhusu kuondoka mimi haina shida lakini unaweza kanipa nafasi kwamba ni lini nitakuona, na nitakuona katika mazingira gani tofauti na siku ya leo? Ni kaka mbishi, si nishakwambia uende, mimi sitaki. Hmm. Sawa basi, unaweza kanisaidia hata namba ya simu tu, tutawasiliana na mambo mengine yote nitarahisisha hata kwenye simu baadaye. Sina namba ya simu tu, mimi hata simu sina kwa sababu wazazi wangu hataki hata kusikia mimi nimeshika simu, na simu ni huu ni ndio maana hajanipa simu mpaka sasa hivi. Hata simu una Ah, pole sana. Sasa nitakupataje? Maana au mambo ya simu baadaye nitayarekebisha mimi mwenyewe. Kwa hiyo mimi nitakupataje sasa? Labda uchukue namba kwa ndugu yangu hapa, ukinihitaji mimi utanipata kwa ndugu yangu at Right, Haina yeah? shida Sile namba simu sifuri sita oh. Oh, ya yakwangu mwisho ishirini na tisa. Sawa, haya, poa. Napenda sana. Kanisikia boy. Sasa shoga yangu umeona show hii? Umejelewa show. Yani hapo ndo naanza, mtu kama wewe anajiletesha show hapa, eti oh, nakupenda, oh nitakuo, eti wewe mzuri ha, kama chizi anafikiri <laughs> kile nanongani zaabu eh, hajui kama kuna vingine vinapigwa najua. Mwacha linyenyeshe, ile ni chemi. Shoga yangu namla taratibu. Kwanza nilipomwona amekuja tu hapa, nikasema saikolojia yake akili inavyoenda, na mimi nikapita naye vile vile wangu menchanganya leo, eni wakusema, wajua wanaume, wewe kati yao ndio mambo yako. Nimeshangaa leo, na kataabuzi limekufuata mpaka hapa. Udugu wangu, kila mwanaume kuna njia ya kumuingia. Yaani yule alivyokuja na nikamsoma hapo hapo. Ikabidi kwanza nimpie na kitu kizito kama nguruwe alafu nimle nyama taratibu. Sasa najifanya najua kupima maji kwa macho. Sasa kwangu amefeli. Hajui kama mimi kina kirefu; macho yangu mzima mzima azame. Atajua mwenyewe <tipi> Kwani shogangu, unatumia dawa gani? Mbona naona wanakuja wenyewe, kuna dawa basi? Shogangu, ni ufundi tu mdogo mdogo. Tulia nikuonyeshe action. tena wena nananchelewesha, tuingize vyovyombo ndani tuondoke. Sindi, samana kidogo, unaweza kuacha kazi zako mara moja. Kuna vitu tuzungumzie hapa. Kato hapa Sindi, kuna kitu mimi nataka nikushirikishe unajua kabisa kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu na natakiwa kuishi maisha ambayo ni matakatifu, maisha ambayo yatampendeza Mungu. Sasa kadri ya siku ambavyo zinavyozidi kwenda, nahisi namkosea sana Mungu wangu na nahisi ni mtu ambaye na hatia kubwa sana mbele za utukufu wa Mungu, haya maisha ambayo tunalala tunaamka tunapika na hisi namtenda Mungu dhambi kubwa sana, sababu kila anapoenda kanisani kufanya ibada, roho yangu inanihukumu kwamba siishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Kwayo nikasema hapana, nikae na wewe, nikushirikishe. Unajua mimi na heshima kubwa sana naheshimika na kila mtu kuanzia majirani, ndugu, hata na marafiki. Sasa hii heshima ambayo ninayo sihitaji hitaji itoeke kwenye maisha yangu, kwa sababu nampenda sana mungu wangu. Kwa hiyo ninachokiona sasa hivi ili mimi niendelee kukaa katika maisha ya utukufu ni bora tu sindi we utoke hapa kwangu ukapange chumba, si utakuwa umenielewa? Kwa mimi nadhani tutakuwa tunawasiliana tunakutana pia, na hata kama kuna majukumu yangu ambayo natakiwa niyatimize kwako, mi nitakuwa nayatimiza. Akitokea mfano labda unadaiwa kodi huko, haina shida, lakini ili swala la kuendelea kukaa kuishi mimi na wewe hapa ndani, hapana. Hey, mwanangu baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe, wakati mi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaji kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza ukiwa na Ticha Zungu App inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ champ champ. Sasa leo ndo nimekuelewa. Unajua siku zote humu ndani yote aliokuwa anaendelea, Amani, nilikuwa najua tu labda ni changamoto za kawaida, itafika muda tutazoeana na tutaishi vizuri. Kwa hiyo vile vituko vyote humu ndani ukaona navumilia au umefanya, najifanya sioni Leo umeamua tu useme ya moyoni mwako Amani. Hivi tangu umekutana na mimi mpaka muda huu, ulikuwa ujui kama ukiishi na mimi pasipo kunioa unaokosa uwepo wa Mungu, hmm? Au ni leo tu umelala umeamua au ndo leo akili imekujia kwamba nikiishi na sindi mundani na kukosa uwepo wa Mungu. Ina maana mimi nakufanya unakosa ile heshima ambayo uliitengeneza. Unaikosa heshima kwa majirani, ndugu, kanisani kwa kuishi na mimi mundani. Hmm? Sijui nisemaje jamani, ila mpaka nipo humu ndani, nakupenda sana. Visa unavyovifanya navumilia kwa sababu nakupenda. Na kuhusu hiyo heshima ambayo unaisema wewe unaikosa kwa majirani, ndugu zako, kanisani, Amani, nani asiyejua kwamba wewe unaishi na mimi kanisani, umeshanipeleka kwa ndugu zako tumeshaenda, au majirani wote wanajua mimi na wewe ndani tunaishi pamoja. Kwa kipi kigeni mimi na wewe? Kilichobaki hapa ni uchumba na kuhalalisha ndoa, mimi na wewe. Amani, ina maana unanirudisha nyuma, nianze nikafanye kazi zangu niishi maisha ya uhuru hmm? Sasa hapo, Amani, tunakuwa tumefanya nini? Ina maana tunapiga hatua tatu tunarudi nane nyuma. Emu, nieleweshe hapo, tunakuwa tumefanya kitu gani? Labda mimi sijaona kama kuna kuna shida yoyote hapo, sindi. Na nimefanya hivyo kwa sababu tu ya kutengeneza mahusiano mazuri kati yangu mimi na Mungu wangu naelewa asa, labda kama wewe unaona kuna kuna jinsi namna ambavyo mimi labda nimekosea, sijui labda ni kwa upande wako, lakini mawasiliano yangu mimi na wewe yatabaki pale pale, kukutana kutabaki pale pale, na mambo mengine yataendelea tu, na sijamaanisha ya kwamba wewe ukitoka hapa ukienda huko basi ndio tumeachana. Hapana, najaribu tukuweka nafasi kati yako na mimi Hamna kinachokitakacho kuwa kimeharibika wala kimepungua. Kime, lakini kama unahisi labda ile jambo litakuwa ni gumu sana kwako au litakuwa ni zito sana kwako, basi unaweza kaendea tu kuishi hapa, lakini haikuwa lengo baya, ila nilichokuwa ninajaribu tu kwamba nikukushirikisha katika hili. Na si jamaanisha kwamba nakufukuza, hapana. Unaona? Ilikuwa tu nikujaribu kuweka mambo sawa, ili wakati mwingine pia mahusiano yetu sisi na Mungu kuwa mazuri pia. Sawa sawa, mi nimekuelewa, mi naweza kufanya hivyo ambavyo unataka, kwa sababu siweze kungangania umndani ndani, ni ndani kwako, mi ni umenikaribisha tu, kwa hata siku moja siwezi kungang'ania na ninaweza kuondoka nikaishi hayo maisha ambayo natakiwa nikayaishi, kwa sababu hata huko mwanzo nilishaishi, nilisha struggle nijua kupambana, na nipo hapa kwa sababu nakupenda. Kupenda ko hayo maisha mimi nimesha zoea, ila amani, naomba Kabla sijaondoka humu ndani, nataka jibu moja tu, na ninaomba useme ukweli pasipo kupepesa macho na usinidanganye, kwa sababu haya ni maisha yangu na ndiyo hatima yangu. Utakachokisema ndicho ambacho nitaondoka nacho. Naomba niambie amani. Unanipenda? Lakini naomba uzungumze kilichokuleta. Yaani, mumuwango kukuta hapa, itakuwa nimeanzisha vita nyingine. Siruhusi kuingiza mtu yoyote ule, yaani niwe namjua niwe simjui. Kuna matatizo yametokea kifamilia. Yaani hapa nimekuonea tu haya, kwa sababu umekuja umegonga getini pale, istoshe na kujua hivyo, naomba uzungumze uende. Kwanza nataka kujua kwa nini upatikane. Kwa nini hivyo? ni ishu zangu, yani ndala, haya ni mambo yangu ya kifamilia, yaani mimi na, na familia yangu. Sirusita kukwambia wewe. Wewe sema kitu ambacho kilichokuleta, kama naweza kukusaidia nikusaidie uende ni sawa, lakini mimi najua kwa nini upatikane, na nilijua tu lazima itakuwa hivyo. Unamaanisha nini hivi? Kwani we hujiulizi kwa nini ile siku nilivyokuja hapa nilishtuka sana hmm? Yani, nilishtuka kiasi kwamba we mwenyewe ukashangaa. mi na meo tunafahamiana vizuri mno. Sasa dadangu, mimi nafsi inanisuta mimi, ni mtoto wa kike na sio tu mtoto wa kike, nimelelewa kidini. Mimi ni Mkristo dadangu, nimekuzwa kwenye maadili ya dini. Leo hii mimi nikisema nikae na hii zambi, sitakutendea haki, kwa sababu wewe ni zaidi ya dadangu. Ile siku nimekuja hapa nimekuona, siku moja tu dadangu, lakini ulinipokea vizuri, umenikrim vizuri, umenilipa hela yangu nzuri tu. Leo nikisema nikae na hiki kitu, roho yangu itaendelea kuteseka mpaka naingia kaburini. Ah, mbona unazunguka unantisha, unanitisha? E, hebu niambie unamaanisha nini? Usijali dada yangu, taratibu utanielewa tu. Bila shaka unamfahamu Matilda, si ndio? Najua hili jina siogeni kwenye masikio yako <laughs> mchepuko wa mmesei mimi Matrida ni rafiki yangu sana, yaani kiufupi, mmeo ni shemeji yangu mimi, na ndio maana hata aliponiona siku ile, ni alishtuka, sema tu wewe kumuona. Wiki kaza hapa nyuma mumeo alitaka kumchumbia Matrida, lakini mwisho wa siku mumeo akapiga simu akasema hataki tena mambo ya uchumba, na mambo yakawa yameishia hapo. Kwa hiyo mimi kwa akili yangu fupi, kwa haraka haraka nikajua tu lazima utakuwa umejua na utakuwa umeminya, ndio maana hata uchumba ukafa. Lakini sasa kinachoniuma dada yangu mpaka mimi leo hii niko hapa yani ni mara kumi ingekuwa hivyo tu, ingeishia huko nyuma, mimi ningeweza kunyamaza nikaishi nalo, lakini sasa haya yanayoendelea, mimi yananiumiza kwa sababu mmeo anakufanya wewe kama mpumbavu. Yani kiufupi, mmeo amerudiana na mate, na hivi ninavyokwambia, dada angu, penzi limenoga, yani mahaba ndendende. Mwisho jana tu nimepita nimewakuta wanakumbatiana huko vichochoroni. Dada angu, una mume malaya, yaani mumeo ni malaya aliyeshindikana. Dada kwanza, malaya kwanza ameanza alikuwa ananitaka mimi, kani sumwa, nikamwambia mimi, mimi mme wa mtu kaka siwezi, sijalelewa hivyo kakaangu, siwezi. Basi akaacha kahamia kwa mati mtu mzima kabisa na heshima zake, mme wa mtu barabarani anakumbatiana na mtoto wa kiki. Anakuzalilisha dada, anakutia aibu dadangu, anakudanganya sijui kuna matatizo usipatikane. Yaani hii yote kukufanya usipatikane ya dada, ni uongo. Mumeo, ni ana mchepuku amerudiana naye sasa, hiyo yote tisa Kuhu. We dada, mbona ata kuongea sijamaliza? We dada, dada, dada. Oh. Call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule <laughs> mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza, ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Kataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja e, inanipindapinda. Dunia pinda tofauti na mama aliyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea e. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwamba wazangu ningeruka thamani ya utu wangu, bei ya chapati dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya dunia ah. Wajuaji na wapumbavu wa moo